Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia mpango wake wa kuwahudumia wananchi na kuhakikisha afya za wananchi zinaboreshwa, kwa mara nyingine tena amewaleta madaktari bingwa 48 katika mkoa wa Kigoma kuhudumia wilaya zote nane za mkoa wa Kigoma, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wa mkoa wa Kigoma watapata huduma za afya za kibingwa na bingwa bobezi, lakini pia watumishi wote walioko kwenye vituo vile ambavyo wataenda kufanya kazi watajengewa uwezo zaidi wa kutoa huduma zilizo bora kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma. Nichukue nafasi hii sasa kuwaomba wananchi wote wa mkoa wa Kigoma waweze kujitokeza kwa ajili ya kupokea huduma hizi za kibingwa na bingwa bobezi ambazo zimesogezwa karibu na wananchi kwa ajili ya kupunguza gharama ambazo wangeweza kazitumia kwenda mahali pengine popote kupata huduma hizi za kibingwa. Napenda pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutusogezea huduma hizi za kibingwa karibu kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma ambapo hii ni awamu ya nne, kama ambavyo nimetangulia kusema hapo awali. Kama ambavyo tunafahamu, pamoja na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwenye eneo la afya, lakini bado suala la ikama ya wataalamu bado ni changamoto, na hasa kwenye mikoa ya pembezoni kama ilivyo Kigoma. Hivyo basi, bado ni changamoto kupata Uh, wataalamu wa field zote kama ambavyo inapaswa. Kwa hiyo uwepo wa zoezi hili unawasaidia sana wananchi wetu kufikiwa na huduma hizi ambazo kuzipata ni aghlab sana. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, lakini pia kuwashukuru sana ninyi binafsi kwa moyo wenu wa kujitoa wakati wote, kwani kwenye awamu zote ambazo mmekuwa mkija hapa kwenye rekezaji wa zoezi hili mmefanya kazi kubwa sana sana na mmewafikia wananchi wengi kwa muda mfupi sana. Lakini si hivyo tu, mmefanikiwa pia kujenga uwezo wa wataalamu wetu kwa asilimia kubwa sana sana. Na hii ni awamu ya nne, kama tulivyosema awali, kwamba ni awamu ya nne. Tumeshafanya kwa awamu tatu, na zaidi ya watu elfu saba wameshaweza kupata huduma ambazo wangetakiwa labda wazifuate katika maeneo mengine maana labda wangezifuata Dar es Salaam, Dodoma au Mwanza, ambayo ingekuwa ni gharama sana kwao, lakini jambo hili limewezekana kwa mkoa wa Kigoma, wagonjwa, watu wanaohitaji huduma za afya kuweza kupata huduma hapa hapa mkoani kwao. Tunashukuru sana jambo hili linatokea, na sisi tunasema kwamba tutasimamia katika kipindi hiki, wakiwepo hapa waweze kutoa huduma bora, lakini pia wakati wakiondoka, watabaki watu ambao watakuwa wamekuwa na ujuzi zaidi, na sisi tutawasimamia kuona kwamba wanaweza kutoa huduma bora zaidi, na tutawapa mazingira wezeshi, kwa maana ya vifaa tiba na mambo mengine ambayo yanahitajika wakati wa kutoa huduma, ili waendelee kutoa huduma bora kwa wananchi na mkoa wa Kigoma uendelee kuwa na huduma bora za afya kwa wananchi wake kama inavyotakiwa. Hapa tumefika takribani madaktari wasiopungua kada sita, kwa daktari bingwa wa upasuaji, kwa daktari bingwa wa kina mama na uzazi daktari bingwa wa watoto, daktari bingwa wa usingizi na ganzi salama, daktari bingwa wa nafikiri wa kinywa na meno, pia kuna wauguzi bingwa pia waweza wame kufika.